Maana dini ni mfumo mzima wa maisha yetu sisi kama Waislamu. Uh, leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, tunakumbushana jambo ambalo ni la kifamilia. Leo hatumtazami mme bora au mke bora, leo tunatazama wakwe bora, mama mkwe bora ndo tunamtazama leo katika kipindi chetu hiki. Ndugu zangu, mama mkwe anatakiwa awe bora. Kwa nini? Yeye ndo mlezi, kama tulivyoambiwa, al ummu madrasa, mama ni chuo. Sasa yeye ndo mlezi katika vijana ambaye wanakuja kuwa waume za watu, yeye ndo mlezi katika mabinti ambaye ni wake za watu na mama za watu baadaye hapo. Sasa mama mkwe anatakiwa awe bora. Mama mkwe bora ni mama mkwe ambaye anajali malezi ya binti wake, malezi ya kijana wake katika dini. Ndio kwa maana utamwona binti aliyepata mama mkwe bora anakuwa ni binti mwenye kujenga. Mama wa zamani ama wazazi wa mtoto wa kike wa zamani walikuwa wanajali sana, ama walikuwa wanaona ni aibu kubwa sana kuozesha binti yao, kisha baada ya siku chache binti akawa ameachika, walikuwa wanajifil kwamba ile aibu ni yao wao, kwa itaonekana kwamba hawajalea. Sasa walikuwa wanajipinda sana wanajitahidi sana kipindi kile ambacho binti yao wanataka kuolewa wanamwikaza chini. Ndio kwa maana ukitazama Asma binti Abu Bakar in Siddiq radhiallahu anhu, alikuwa kipindi anataka kuozesha binti wake, alifanya matendo ambayo yamerekodiwa katika history. Alimwita binti yake akamwambia, ewe binti yangu, khudhu minni, nichukulie binti yangu haya mambo kutoka kwangu unakwenda katika watu na katika familia ambayo lam yaarifuk, hawakujui, na wewe hauwajui. Wewe hauwajui, na wao hawakuzoei. Hapa nyumbani sisi tunakujua, tabia zako zingine tunazivumilia, lakini huko uendako, huko ambapo unakwenda kuolewa wale hawakujui tabia zako. Sasa chukua haya, nenda nayo. Ndo akamwambia binti yangu, la kwanza, huko ambapo unakwenda kuolewa ssabihi bilqanaa wahusni samii taa, ishi na mme wako katika kutosheka natika, katika, na katika kumtii. Ishi naye kwa qanaa, kuridhika na kile kidogo ambacho mme wako atakuwa amekuletea na hali finyu ama umaskini wa mme wako, tosheka nao. Huyu ni mama mkwe huyu, tofauti na wangine mama mkwe wa sasa hivi ama wa zama, baadhi yao, wengi siowote lakini baadhi yao anamlea binti, malengo yake makubwa yeye anataraji kija kupata mali kupitia binti yake, na hii ni tatizo katika jamii. Yaani wewe ukija kuchumbia pale, wanakutazama kwanza, wanaangalia huyu hana lolote, ana chochote, hawakupi mke. Lakini wazamani waliopita, mama mamamke waliopita, wazamani walikuwa wanatazama. Uh, mustakbali wa binti yao katika maisha yake ya akhira. Huyu ni mtu wa aina gani tunakwenda kumpa binti yetu? Hawatazami mali, hapana, wanamtazama dini yake, wanatazama tabia zake. Wakimgundua ni mcha Mungu, hawana kipengamizi cha kumpa binti. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama alisema, idha atakum man tardauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Akikujieni mtu ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake, muozesheni. Sio pesa, sio magari, sio manyumba, hapana, haya yanapita. Lakini ndugu zangu, leo mama mke kwanza anatazama ukijana na gari, anatazama kazi yake, mambo ya dini hatazami. Aha, anatazama mafao ya dunia, hatazami kwamba binti yake atakuja kupata mtu ambaye atampoteza. Hapana, yeye anatazama ni dunia aishi maisha ya kifahari atembelee gari atembele, atembele aishi katika nyumba nzuri, basi wametosheka na hayo. Lakini ukitazama Said ibn Musayyib katika wema waliopita, yeye alipojiwa na mkwe mfalme Malik ibn Marwan, alikuja kuposa kwake, alitazama dini, akaona kule nyumba za ufalme hakuna dini, akamwambia inni la uzawwiju bnati fi darul hukm, siwezi kumwozesha binti yangu katika nyumba zenu hizo za kifalme. Siwezi. kwa nini? Khashiyati, naokopa anati yawm al qiyama, kuja siku ya qiyama mutasalsilaini, kufungwa minyororo katika minyororo ya moto wa Jahannam. Mimi na ya binti yangu naofea tusije kufungwa minyororo siku ya kiyama, mimi niliomwozesha katika nyumba za kifalme ambazo hazina dini na yeye aliyokubali kuolewa katika nyumba isiyokuwa na dini, mimi na yeye tutakuja kuletwa tumefungwa minyororo siku ya kiyama. Kumbe ameofea hilo. Sasa wale ambao wenye kuwa na tamaa ya kuuzisha binti zao katika nyumba za kitajiri, hawatazami dini, wataletwa siku ya kiyama wamewekwa minyororo ya moto, wamemtia binti yao kwenye matatizo. Sasa ndugu zangu, mama mkwe yoyote mwenye kupenda mali na pesa hakutazama dini ya, ya mkwe aliyokuja ama ya kijana aliyokuja kuoa huyu haitwi mama mkwe anaitwa mama nipe mama nipe sio mama mkwe huyu yaani ule, ule mama mkwe ambaye we ukita yaani ukitaka kuoa vijana washaka mjua yaani ukitaka kuoa kwake we, we mfate tumwambie salamu alaykum wa alaykum salam, mama randi elfu mbili, randi elfu mbili hizi, siku ya idi we mfate tumwambie randi elfu mbili tutanua ata hata na nini kiato cha hidi eh eh, hapo mmeshaona kwamba wewe yani uko tajiri au siku nyingine tu tunamuona yuko market kule unanua nyama za za, za randi 2000 3000, unampelekea plastiki kubwa ya mboga basi. Hapo unaoa hata utasema tena dini, hata utasema tena kitu chochote yeye hapo, maana yake umeshaoa. Ama kuna wale wanawake wanapanaga nguo za deni, wamwambia tu utanipea, utanipea mafulani hii nguo italipa mimi Awo, unamtinga tu amechukua nguo ya deni, una unamlipia hapo, umepata mke, umepata mke, atazami dini sasa. Huyu usimwite mama mkwe, huyu muite mama nipe, yani ukimpa unapata mchungu. Ndio wale ambao wanamwozesha binti yao katika vijana wasiokuwa na deni. Lakini tukimtazama Asma, anamtia binti yake chini, anamwambia, unaenda huko, la kwanza kabisa uwe na kanaa na umtii mme wako. Kisha akamwambia wa fi husni sami wataa mardhaata li rabbi, kwenye kuridhika na kidogo na kumtii mme wako utaridhiwa na Mwenyezi Mungu, anampa faida. Kisha akamwambia hifadhi sehemu ya macho ya mme wako yani mme wako wasikutazame katika mazingira mabaya, kuwa msafi ha? kuwa msafi, mume akiingia ndani umeshajipamba, umeoga, nyumba ni nzuri. Lakini leo ni hivyo, ndugu zangu, mama mkwe wengi wa leo, ama wazazi wa mke wa leo, wengi wao hawatazami hayo, hawajali hayo, hawa-hawa yani hawachukui umuhimu wa ndoa ile kudumu. Hapana, wenyewe wanachukua tu, wanataka yani, wanatazama we uishi maisha mazuri tu, yani binti yao aishi maisha mazuri duniani. Kama ataenda motoni, wenyewe hawajali. Kumbe tunawalingania wale wenye kuwa na mabinti watazame dini. Yani akija mtu kuchumbia, wamtazame dini yake. Yani huyu binti yako anaweza kuwa pengine, mashallah, umemlea, umemtia madrasa, amehifadhi Qurani. Leo aje tu mtu tu na kagari kake pale, kisha ewa, tunamuozesha. Ana anakwenda, atampeleka disco, atampeleka kwenye kwenye mambo ya haramu, atamnywisha pombe atampeleka kwenye sehemu za za kijinga kijinga, kule mwanamke mzaifu anataka, mpate mtu mwenye kumuongoza katika hali nzuri. Hasa wewe umechukua pesa, binti anakwenda katika moto wa jahanamu. Kumbe kwa kumalizia, wale watu wenye kuozesha tunawaambia waache tabia ya tamaa, watazame mtu mwenye dini, wampe binti. Lakini ukitazama mtu asiyekuwa na dini, atamtoa binti yako kwenye taa ya Mwenyezi Mungu, atampeleka sehemu mbaya, na siku ya Kiyama utakuwa ni mas'ul. Kwa nini nimechukua posa mbaya? Kumbe tunamalizia kwa kusema Allah subhanahu wataala atulindie watoto wetu, mabinti zetu, na vile vile Allah subhanahu wa taala awaongoze hawa mama wenye kupenda pesa. Pesa ni, ni, ni, ni, ni kitu cha kupita bali, tuthiruna lhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa, hii dunia inapita, lakini akhira ndio yenye kudumu. Sasa so, tutazame mabinti zetu tunawaweka wa, tuna waweka sehemu gani katika maisha haya ya dunia watazaa? Yani, ukimpata binti umempa kijana mzuri, atamwelekeza kwenye kunako swala, atamwelekeza kunako ibada, wakizaa watoto watakuwa ni watoto wacha Mungu. Hizi zote umezikosa kwa ajili ya pesa. Kumbe wale wa mama nipe, tunawahusia wawe wa mama mkwe ambao watawalea binti zao katika hali nzuri. Tunamaliza, tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie mwisho mwema Atulinde na adhabu ya kaburi na atuongozee familia zetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <todicum>